Jina naitwa Yona Sonelo na watu wengi wananiita Galungwe. Eh, Jenista mimi nasema yupo rafiki yangu. Sasa ilipotokea kifo chake hiki cha ghafla ni shangaza sana. Anaumwa lini tena, mbona sijasikia kama mtu wake wa karibu? Kini wanasema amekufa tu ghafla. Ndio hivyo watu walivyo, kila mtu ana njia yake ya kufanya nini? Ya kuondoka. Mwingine anaumwa sana, mwingine ni ghafla. Mwingine anateseka sana, ndio hivyo hivyo. Lakini jinsi ilivyokuwa nimemjua Jenista, alikuwa ni mwanasiasa mgunguli, mwanasiasa maarufu ana, ana uwezo e, tangu ameingia alikuwa mwenyekiti tangu ameingia ubunge alikuwa mwenyekiti wa bunge, baadaye anaongoza vikao vya bunge kuja awamu nyingine wakamteua kuwa waziri, mpaka hapa hapa alipokuwa anamaliza awamu yake. Lakini alikuwa ya ni mchapa kazi, na kila mtu alikuwa na mwelekeo kwa ni mchapa kazi. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafanya nini, alikuwa ni alikuwa ni mtu wa watu eh, alikuwa ni mtu wa watu, mtu wa, akiwa na shida na kutatulia tu kwa upendo, kwa furaha ndio maana mimi nimetoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kushika msiba na, eh, najua kuna watu milioni 60, sio lazima useme wewe. Nikamwambia vitu vya namna, lazima useme, mshukuru Mungu kwa sababu umelitumikia taifa hili kwa heshima kubwa sana na kila mtu anakuheshimu. Okay, sawa. Na hapo umezungumzia baada ya e, eh, kutangazwa kwa baraza la mawaziri, ambapo kwa awamu hii e, eh, yeye tuliona kwamba hakuweza eh, kushiriki. Labda uh, ni neno gani ambalo alikuwa analiongea e, eh, nyie kama washauri mkiwa mnaongea, na neno gani ambalo alikuwa anaongea sana ah yeye? yeah, akawa na furaha tu, akasema, mimi namshukuru Mungu kwanza, naona kama vile amenipendelea maana mpaka mpaka kuwa awamu mbili tatu kwa waziri, sio mchezo. Mwingine anaisha awamu moja tu anaondoka. Lakini akianza kuangalia hata hata mawaziri ambao tulikuwa tunategemea wangeweza kuwemo kwenye baraza la mawaziri, na wengi hawajaingia. Kwa hiyo hata nafikia ki kwa kuangalia, mimi nafikiri hata yeye mwenyewe iko mshtuka, kama wenzangu fulani na fulani hajaingia mimi ni nani? Lakini hicho uzungumza sana. Sasa mimi namshukuru Mungu kwa sababu ametumikia taifa hili kwa heshima sindio bana, na hata kuendelea kuniteua katika awamu zilizopita, na mimi niko na mshanga nani. Mungu ndiye alichozungumza akasema, mi nina amani na furaha. labda kama uh, rafiki wa karibu wa familia, ni ujumbe gani ambao una tamani wakati huu wafikie wanafamilia uh, kufuatia pigo hili? Mimi kwa familia yake, kwa bwana, inawezekana waige mfano wa Jenista, alikuwa ana upendo kwa watu, alikuwa anapenda kujishikamana na watu. Nafikiri wakiendeleza hivyo hivyo, na wenyewe wanaweza akafikia katika hatua hiyo.